<laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nimevikuta baba e, hii nini tena, hii feni hii naishi nayo hii, baba hii inaishi nayo hii, feni inaishi nayo hii hii, twende hii, mimi naishi nayo hii eh? Ah, kuna nini te, kuna mazaga zaga jana tena bana, shindika hii kweli hii, inawezekana nikaishi nayo hii, naweza nikaishi nayo huku tena. Kuna nini tena? Kuna dadeki nini tena? Jamani, nini tena? Kamna mazega mazega mengine haya ah, mfuko ha? Mwanangu mabegi begibegi, kaishinavyo hivi I, I, laptop yangu humu sinaishi, jamani, humu kabisa, laptop ngozi hii, laptop inaishi. Ah ili, mwanangu, ili naishi nalo, ili ili hapa, ili hapa, ili, ili mi je. Ah, amna, amna mcharuko ule uliobomba begi bwana, afu ili mwanangu, akina dada, kila kitu kiko fresh

Sasa ngoja ni utest unapiga kazi lakini unavyojua mimi mzungu atupi kitu kibovu kwa baba yake. Umeona huu? Jamani, utaga vitu sivi vi nani, leo naonyesha kwamba kile tunachokiokota ni kizima, ndo hapa ndo zile kuasha wapi ashjaizungushe huko kubababae nasikia kitu hiko alafu kinazunguka. Umeona kitu hiko? Umeona kitu hizo kubabapake e, Ulaya, Ulaya. tu hiyo hapo yo mtu kaiweka nje hiyo hapo, inapiga kazi fresh, naitia magetoni mwanangu sa, kwenye summer time mi naishi nayo kizungu yani, alafu ina joto No, hii, hii ni feni, afu kuna sehemu ya hita mla navyozunguka kwanza, bwana kibadili cha kwenye AC kabisa ya condition. Hebu kuba babaye, kwa hiyo nibadilishe namba mkasema, au namba zingine hazifanyi kazi, namba mbili hiyo. kuba babaye goma limechanganya. Unasikia? Hapo nasikia, nasikia navyopepea hilo hapo. Kuba babaye wewe, wenibadilisha te upande wa joto kwanza, moja ziro moja eh, ah, joto hilo hilo joto, kitu kinatoka joto kwenye joto kwenye joto akizunguka hapa joto hapa, hii hii ni hita, nirudishie huku hapa je

Ya, hey, metoshe, ya, so, eh imetosha mwanangu hapa pala. Unaona? Laptop imekaa ndani. Unaona eh? Eh? Pengele hamna. Baada hapo mzee, nafunga tu hapa. Hmm, laptop imekaa bila chenga hii hapa. Nafunga hapa mwanangu, kibegi cha kiofisi kabisa hii. Eh? Kuna sehemu za kuwekea kia pen ndani huko nini? Eh? Tunaishi. Lakini ingekuwa ingekuwa karume. Ishapigwa elfu kumi na tano yangu ya bwana, sikiapa mwana, kibeginaishi nacho kabisa. Kesho hata kama nikianza zangu machuo nini, laptop imekaa, ni ile kifela. Bye. Bye. Yeah, tunaishi navyo ila mtumba ntawaletea.